Na mtazamaji tukiachana hayo ni kwamba watu zaidi ya hamsini wamekamatwa kwa kuvunja kanuni za mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025 wakitarajia kufunguliwa mashtaka. Haya yanajiri wakati ambapo miungano ya KNUT na KEPSHA imepinga usimamizi wa kipekee wa walimu wa JSS huku walimu wa JSS wakizidi kupigania usimamizi wa kipekee. Mtihani wa KCSE wa mwaka 2025 unapoelekea kuingia juma la mwisho wiki ijayo, huku baadhi ya watainiwa wakitamatisha mitihani yao siku hii ya leo. Kufikia sasa watu zaidi ya hamsini wamekamatwa kwa udanganyifu katika mtihani huu, kati yao wakiwa wanafunzi, walimu na hata wasimamizi wa vituo vya kufanyia mtihani, wote wakisubiria kujua hatima yao baada ya kuvunja sheria na kanuni za mtihani wa kitaifa kama ilivyoratibiwa na Wizara ya Elimu will be deregistering those teachers even after criminal process has been taken against them. The people who are involved from the education sector will never be allowed to work again. Wakati huo huo, walimu wa sekondari msingi JSS wameendelea kusukuma hoja yao ya kujisimamia kwa madai kuwa matakwa yao hayafikishwi, sasa wakiitaka tume ya kuwaajiri walimu TSC kuwaongeza mishahara.

Walimu hawa wakipigia upato kujisimamia, muungano wa walimu KNUT na ule wa walimu wakuu wa shule za msingi KEPSHA wameonekana kupinga usimamizi huu. Hatutaki siasa na watu heshimu, hawawezi

Muungano huu wa KEPSHA umewarai walimu kuwekeza kwa hazina ili kuganga maisha yao wakati watakapostaafu. It is indeed very pragmatic for teachers to invest in SACCOs and also think of the future, because teachers nurture children who have been poor in saving culture. And therefore, when they start saving, by osmosis they will be teaching children the saving culture, which is critical for the future economic growth of this country. Mary Kialo, makala ya elimu na Undogo.